Ndugu watazamaji wa media yetu ya Kemetz, leo mtakuwa na mtaalamu wenu Dr. Kenny kuwapa uh, elimu kwenye magonjwa tofauti tofauti, ila leo nakuja kwenye kipengele cha kwamba, je, wajua kwamba mwanaume au mwanamke, kuna kiwango hupoteza, kuna nguvu hupoteza kuna energy hupotea wakati wa kujamiiana. Je, hicho kiwango cha nguvu au nishati ni kipi? Twende tukaone kama ifuatavyo. Mwanaume anapofanya tendo, anapojamiiana, kwa maana anapotoa mshindo, uh, ule mshindo anaoutoa ule mmoja una thamani ya kilo kalori mia moja manake hapa uh, watafiti wameweka kwamba hizo kilo kalori mia moja ni sawasawa na makadirio ya umbali wa kilometa uh, moja mpaka mbili pointi sita kwa maana yule mwanaume anayetoa uh, mshindo mmoja au goli moja ni sawasawa na yule mwanaume ambaye anatembea au anakimbia kidogo kidogo, umbali wa kilometa moja mpaka mbili pointi sita. Na huyo huyo mwanaume anayejamiiana huwa anapoteza nguvu anapoteza nishat anapoteza energy kilo kalori 4.2 uh, kwa dakika. Kwa hiyo wewe mwanaume unayejamiana kwamba, uh, kwenye mshindo mmoja unapoteza kilo kalori mia moja na kwa dakika moja unapoteza kilo kalori 4.2. Haya, sasa twende kwa kina mama. Kwa kina mama, je, nao wanafanyaje? Wanapoteza kiwango gani cha hiyo kiwango cha nguvu kwenye miili yao? Kwamba hapa sasa, kwa mwanamke a, anapoteza a, kilo kalori sitini na tisa pointi moja kwa mwanamke ambaye anafikishwa a, ambaye Uh, anakojoa wenyewe uh, wanasema kukojoa, uh, wanawake watasubi watatuthibitishia kama kweli huwa wanakojoa au wanafanyaje, hupoteza kilo kalori 69.1. Sasa wataalamu wamesema hizo kilo kalori 69.1 ni ni sawasawa kwa makadirio ya wastani wa kilomita uh, 0.8 mpaka moja hivi point uh, saba kwamba akiwa yule mwanamke ambaye hafanyi tendo uh, ila akiwa anakimbia au anatembea umbali wa kilomita 0.8 mpaka 1.7, anakuwa hana tofauti na yule mwanamke ambaye anafanya tendo na akakojoa, na, na, na, na, na, na kile kiwango cha nguvu ambacho kinafanyaje, kinapotea. Na pia wakasema hivi, mwanamke anayejamiana kwa dakika kwa dakika moja hupoteza takribani um, hiyo uh, uh, nishati au uh, eneji ya uh, kilo kalori 3.1. Natumaini uh, mtakuwa mmepata uh, elimu uh, juu ya uh, nishati au nguvu inayopotea wakati wa kujamiana iwe kwa mwanaume au kwa mwanamke. Kwa hiyo lengo langu la kuwapa hii elimu maanake baada ya kujamiiana, baada ya kufanya tendo, basi mjitahidi kula vya kutosha, ili kuweza kurudisha uh, hizo nguvu zinazopotea baada ya kufanya tendo au kujamiiana. Asante sana uh, kwa, kwa kuchagua uh, Kemetz Media na kutuangalia. Muwe na ufuatiliaji uh, uh, mwema wa vipindi vitakavyopata. Asanteni sana siyu.